Watu wa kuondoka Israeli inabidi waondoke, watu wachemeshe, waende Kanani. Haleluya! Na ndio maana hata kitabu kinachoonyesha safari yao kinaitwa Kutoka. Kutoka maana yake wanahama, kutoka kwenye eneo waliokuwa naishi wanaenda kwenye makazi mengine Yesu anataka kuhamishe au kupeleke kwenye makazi mengine, maana tayari imekwisha kukombolewa. Saa ya kuondoka inapofika, hakuna weza ya kukuvuta miguu na kukwambia usitoke hapa. Toka hapa, Yesu amekwisha kufa kwa ajili yako, amelipa gharama kwa habari ya maisha yako. Ni saa yako ya kuondoka, mwambie Shetani, naondoka kwenye uchaba, naondoka kwenye mizimo, naondoka kwenye ushirikina

maisha yenye mateso. Sikiliza kinachokupata bado, utaweza kuchambua ya kwamba yuko mwanaume aliyelipa gharama, yuko Yesu aliyelipa gharama. Kuna sha unapata shimu na kwenda kwa mganga, anakwambia leta kuku tukichinja, aletaa na kisha unaona kuna uzima. Sikiliza, unadangana macho, damu ya kuku, damu ya mbuzi, ya kondoo haina kazi tena, iko damu yaliyoshiria bati yenye

ni kitu cha ufalme wa Mungu mwenyewe. Mungu amejana kichaba ametulia. Inasema kwamba nchi yote kanyamaza, nchi yote cha nyamaza, agasikia sauti nasema inana wenzegu kufungua kitabu nchi. Inasema kwamba hapa mtoke hata mmoja duniani wala wapi mbinguni hata mmoja. Hapa kuonekana hata mmoja mwenye uwezo kufungua. Nchi yote kanyama za chini. Dunia nayo kanyama za chini. Baada ya dakika chache, Yohana anaonyesha kwa habari ya hukumu inayoochia ulimwengu. Yohana akaanza kuumia, akasema kwa hiyo mamilioni ya watu wote watangania mochoni dunia yote itakatilia na kwenda kwa mchajana na nakuwaci Mungu anatoa machozi. Nipa kasikia sauti ya malaika inamwambia usilie. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Inamwambia usilie, usilie maana kuna deni litatokeza ukifungua kitabu. Ila yupo mmoja tu, Simba ndiye aliyeshinda, hebu sema aliyeshinda. Sio kwamba atashinda, amekwisha kushinda tayari. Ila apate kufungua kamba zilizoko kitabu. Oh, amepewa uwezo na mamlaka kwenda kufuta upumo juu ya ulimwengu, wulimwengu, mbele ya kiti cha enzi, kwamba mamlaka ya utendaji wa Yesu iyepomuna kwenda kufutiwa. Warumi sura ya nane mstari wa kwanza, andiko linasema sasa basi, hebu sema sasa basi, hapana gadha, hapana hukumu ya gadhabu ya Mungu wale katika Kristo Yesu. Hebu tuende pamoja, sema, hapana hukumu ya ghadhabu ya Mungu <tipos> Mungu juu oh yao, yeah, wale katika Kristo Yesu, haleluya! Kwa nini hapana hukumu ya ghadhabu ya Mungu juu ya watu waliokolewa? Ni kwa sababu tayari Yesu alipanda kwenda kusucha yale mashtaka, wakati alipofufuka yuko katikati ya mashtaka Yesu, anamwambia wewe Bwana, kuna mtu amechukua mtoto wangu mimi kule kaburi amechukua, ili hajui kama ni Yesu mwenyewe. Maana wakati Yesu amezikwa, waenda kwenye jiwe kubwa sana, wakanyanyua jiwe wakaenda kulipachika kwenye mlango wa Yesu kaburi. Mwenyeji Kaisari akaenda akapiga muhuri kwenye lile jiwe. Ule muhuri maana yake nini? Kaisari kisha piga muhuri. Hakuna binadamu ambaye msomo. Naelewa? Kwa maana cha akapiga muhuri lile jiwe. Unde ndika mali ya Kaisari. Sasa inachotokea, malaika wa Bwana shuka akachukua lile jiwe akasogeza. Anaweza kusogeza jiwe ambalo Kaisari amepiga muhuri. Kumbe Kaisari akatengeneza ushahidi wa kudumu mpaka leo. Jiwe likatoka, Yesu akatoka cwa mzima, waliza akabatomepigwa usingizi wakatoka. Wakati Mariamu amepita pale bustanini, Ama amekuja kwa kamusa kiaui kwenda kupaka mwili mafuta, Yesu akamtokea, anamtazama